Habari za wakati huu, shabiki wa soka na shabiki wa Manchester United, karibu sana United, tupata update za leo za tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Updates nyingi ambazo ningependa leo tuzungumzie hususan kuhusiana na international break ambayo imekamilika, lakini pia kuhusu mechi inayofuatia kidogo kuhusu taarifa mbalimbali za usajili. Tuna update kuhusu Karimu Adeyemi, lakini pia tuna update kuhusu Mark Gohei, ambaye pia huenda akawa mbioni kuelekea Manchester United. Lakini Laki pia kuna uwezekano pia Anthony Semenyo deal yake likafanikiwa Januari, kwa mjibu wa Fabrizio Romano. Hujambo, karibu sana tuweze kupitia updates za leo. Naomba nikutake radhi mapema kwa sababu session hii ilipaswa kufanyika live, lakini nilipata changamoto ya network. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto nyingi sana, nimejaribu na ikashindikana kabisa niweke uh, ni hapa na nikafanya nika, kama angalau utakuja kuikuta hapo uweze kupata update, nisikuache leo bila chochote. Kwa hiyo naomba nikuombee, uh, nikuombe, uh, uni, uni, au radhi kwa changamoto hii ambayo imetokea. Naamini kwamba kila kitu kitakuwa Sawa, sawa kabisa katika siku ambazo zinaenda mbeleni. Karibu sana tuanze na taarifa kubwa kuhusu Antoine Semenyu ambapo tumepata update kubwa leo kutoka kwa Fabrizio Romano ambapo Fabrizio Romano leo amezungumza kwamba ni kweli kwamba kuna release clause kwenye mkataba ambao amesaini, uh, bwana Antoine Semenyu ambao unamruhusu kuondoka katika klabu ya AFC Bournemouth kwa pauni milioni 60 zenye, uh, zenye nyongeza ya milioni tano kwa mkataba wa Januari ikiwa kutakuwa na uwezekano wa klabu kupatikana na kutriga hiyo release clause mwezi Januari. Na miongoni mwa klabu ambazo zinatajwa ni pamoja na Tottenham Hotspur, Liverpool na Tottenham pamoja na Manchester United, ambapo Manchester United walikuwa kwenye mbio za kujaribu kumsajili mchezaji huyu dirisha la kiangazi, lakini lilo halikufanikiwa, na bado wapo kwenye mpango wa kuona kama wanaweza kumsajili, lakini pia Liverpool bado wanaonesha nia ya dhati ya kujaribu kuona kama watapata saini ya Antoine Semenyo, lakini pia taarifa hii inazidi kusema kwamba ikifika kiangazi, dirisha la kiangazi la mwakani, dili lake litakuwa tofauti kwa sababu release clause yake itashuka kufika pauni milioni hamsini. Ehe, na ikumbuke kama Manchester mwaka jana mwezi, mwezi wa sita mwaka huu walikataliwa pauni milioni hamsini a, ndo, nire mbalo, na tano, kwa hivyo hiyo ndio dili ambalo linawezekana kufanyika na ili kuelewa vizuri kuhusu hilo, kumekuwa na taarifa zaidi ambayo Fabrizio Romano ameiongelea na akasema kwamba Manchester United kwa sasa bado wanatafuta mshambuliaji mwingine. Amesema kwamba kwa, kwa sasa United ni kweli hawana mpango wala hawajaanza kufanya majadiliano ya kuhusu usajili wa Karimu Adeyemi wa Borussia Dortmund. Hata hivyo United wanajaribu kutafuta mchezaji wa aina hiyo asajiliwe . Wanataka mchezaji ambaye anaweza kucheza upande wa winga lakini pia akacheza namba kumi kama, kama left midfield, lakini pia aweze kucheza nyuma ya mshambuliaji, lakini pia wanataka mshambuliaji mwenye kasi, ujuzi miguuni, lakini pia mwenye kipaji cha hali ya juu. Na Karemu Adeyemi pamoja na Antoine Semenyo wanaingia kwenye profile ya aina ya wachezaji ambao wangependa kusajiliwa, kwa hiyo haitakuwa ajabu ikiwa Manchester United wataingia sokoni mwezi wa sita ama Januari kujaribu kutafuta mshambuliaji, na Karim Adeyemi pamoja na Anthony Semenyo wapo kwenye discussion hiyo, na anaweza akawa miongoni mwa watu ambao wangependa kusajiliwa kwa zaidi yeyote ambaye. Nikwambie pia kwamba Anthony Semenyo anaweza kaja katika mazingira tofauti pia, kwa sababu Amad ambaye ni winger anatumika kama wing back upande wa kulia. Kwa hivyo Anthony Semenyo pia, kuna uwezekano huo kwamba akaja, Ruben Amorim akajaribu kumtumia kama wing back upande wa kushoto. Na hilo pia linawezekana, ana fit kwenye hii profile, anaweza kucheza winger, anacheza namba kumi, ana speed lakini pia uh, ana ujuzi mkubwa lakini pia ni, ni, ni ana kipaji hali ya juu na ni mtu ambaye anajituma sana. Lakini pia ukimtofautisha yeye na Karim Adeyemi ni kwamba sema ni tayari amecheza Premier League muda mrefu, kwa hiyo ana experience ya Premier League, na miongoni mwa kitu ambacho nimekusema leo tena leo kuhusu usajili wa Manchester United ni kwamba wangependa kupata watu ambao tayari wapo kwenye Premier League. Hiyo ni taarifa nyingine ambayo imeandikwa na Richard Frey wa Manchester Evening News kuhusu plani ya usajili wa Manchester United katika dirisha lijalo la Kiangazi. Amesema kwamba Man United kwa mba, mani, sasa hawatarajii kusajili kiungo kwenye dirisha la Januari, ingawa wanatambua kwamba mipango hiyo inaweza kubadilika endapo kutatokea majeraha makubwa ama fursa ya kipekee ya sokoni ya kusajili mchezaji yeyote taarifa zinasema kwamba Amorim anaamini kwamba kuna hatari kidogo katika kusajili wachezaji ambao tayari wamecheza ligi kuu ya soka ya nchini England na angependa kusajili wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza mechi mbili kwa wiki bila kushuka kwa kiwango. Na hapa anaangalia kwao, naona kitu ambacho anaangalia hapa na Manchester, na plani yao ya usajili inaweza kawa ni Januari ama dirisha linalokuja. Ya kwanza, wao wangependa kupata wachezaji ambao wamecheza kwanza Premier League, wana experience ya Premier League, hiyo moja. Pili, wana ubora wa hali ya juu na wana, wanaweza kucheza mechi mbili kwa wiki, maanake physicality yao ni nzuri, wanaweza kucheza mechi mbili kwa wiki na bila kupata shida yoyote na, maanake hapa tunaongelea pia profile ya umri pia, lazima miaka 25 kushuka chini waweze kuwa na profile ya muda mrefu, lakini pia wanataka watu ambao wanaweza kuwatumia kwa muda mrefu zaidi ndo maana hapa tunaongelea kama kina Carlos Baleba, Adam Wharton, Elliot Anderson hata kwenye profile ya aina hii. Kwa hivyo ndio maana club inajaribu kutafuta aina hii ya wachezaji. Na hiki ni kitu ambacho mimi nimekipenda kwa sababu nafikiri ni wakati sasa ambao lazima club ibadilishe aina ya kusajili. Kwa lazima hilo tulifikirie. Hiyo inawezekana pia kwamba Januari wakaingia sokoni, ikiwa kuna deli nzuri ambalo itatokea ambayo inaweza kuhusianisha kusajili mtu mkubwa kwa pesa nzuri, lakini yule mtu ambaye tayari walishafanya groundwork mtu kama Carlos Baleba ama Elliot Anderson, ama Adam Watts na kufikia Januari, kwa ajili nzuri naamini kabisa kwamba United wataweza kuingia mbio na kujaribu kumsajili mchezaji huyo. Taarifa nyingine inamhusu Seko Kune yule, uh, Seko Kune yule uh, kijana wa anayecheza Under-23 ya Manchester United ambaye ni kutoka kule katika taifa la Mali, amecheza katika International Break na amefanikiwa katika mechi yake ya mwisho leo uh, amefunga goli mbili leo katika mchezo huo na, Tarifa zinasema Seko Kune ataweza kutolewa kwa mkopo mwezi Januari ili aweze kucheza mechi yingine zaidi, aweze kupata kikosi wakati ujao. Huyu ni kiunga ambao wengi mmekuwa mkiniuliza kwamba apewi nafasi, lakini nadhani bado wanajaribu, anaweza ambayo na fiziki nzuri na kupambana, lakini jambo hilo pia linawezekana. Nyingine imetoka kwa Nathan Salt wa Daily Mail, ameandika kwamba viongozi wa juu kabisa wa klabu ya Manchester United hawaamini kwamba Anderson na Carlos Paleba pamoja na Adam Wharton ni wachezaji wanaoweza kusajiliwa dirisha la Januari, lakini hawajafunga milango kwa mchezaji wa Wolves Joao Gomes. Kwa hivyo kama ambavyo tumekuwa tukizungumza, na hapo jana tuliongea hiyo pia kwamba kuna uwezekano Joao Gomes akawa ni midfield option ambayo inaweza ikapatikana mwezi Januari kwa sababu wanaamini kwamba price yake, lakini pia upatikanaji wake inaweza ikawa rahisi kidogo kuliko kwenda kwa kina Adam Wharton na kina Carlos Baleba. Kwa hiyo tusubiri tuone hilo litakuaje, lakini kama ningependa kuweza, basi ungeandikia maoni yako, labda ungependa, je kupata Adam Wharton, Carlos Baleba, ama Joao Gomes? Ningependa pia kupata maoni yako kuhusu hilo. Uh, taarifa nyingine pia inahusu uh, uh, Ruben Amorim amekuwa akifanya mazungumzo na vyombo vya habari, na amesema kwamba uh, ameulizwa kuhusu mfumo wake kama namsumbua, na amestia kusema kwamba nimekuwa nikisema kwa miezi mingi kwamba mfumo sio tatizo letu, kwa sababu kwa mfumo ni mwanzo tu wa jambo fulani, lakini mfumo unaweza kubadilika pole kwa pole kadiri ambavyo timu inacheza na jinsi ambavyo timu inashindana. Ukitazama mechi nyingi msimu huu kwangu hatukuwa na mfumo mmoja, tulikuwa na mabadiliko mabadiliko, lakini pia intensity yetu iko juu na mfumo hauna changamoto hata kidogo. Tunapaswa kuwa karibu na kufanya kila kitu kwa ukamilifu katika ligi hii ili kuweza kushinda mechi nyingi mfululizo. Lakini pia ametaja kuhusu aina ya vitu ambavyo wanaviangalia. Amesema vitu vinne ambavyo anaviangalia kabla ya kumhamisha kijana kutoka kwenye academy na kumpandisha kwenye timu ya watu wazima. Amesema kwamba kwanza lazima kijana atambue kwamba ni heshima kubwa sana kuchezea klabu kama Manchester United, kwa sababu wakati mwingine vijana wengine wanachukulia hilo kama ni jambo la kawaida, lakini kwa ukweli lazima lazima mtu kwanza. Kijana huyu ambaye anataka kuhamia timu yao kubwa lazima kwanza hawe na heshima na atambue kwamba kuchezea klabu ya United ni jambo kubwa maishani mwake. Jambo la pili nasema kwamba lazima tuangalie pia upande wa nguvu zake za kimwili, ana nguvu kiasi gani za kuweza kupambana. Katika Premier League kwa sababu hilo ni muhimu sana unapocheza Premier League. Na jambo la tatu, amesema pia lazima tuone jinsi ambavyo anaweza kuhimili na kudhibiti vyombo vya habari. Akasema lazima pia kuwa mwangalifu, kijana huyu atakapopewa nafasi anaka, anaka, ya kucheza mechi moja, akifanya vizuri asipigiwe kelele kupita kiasi, hilo linaweza kumuharibu na limekuwa tatizo kubwa huko miaka iliyopita. Na jambo la mwisho ambalo tunaangalia la nne anasema anaangalia kipaji na nidhamu ya kazi. Hiyo ndio njia ambayo tunatumia kuhakikisha kwamba tunapata kwa vijana ambao wanatoka timu ya watu wa vijana na kuja timu ya watu wazima. Update nyingine ambayo ningependa nikupe ni kwamba international break imeisha in na weekend hii ligi zitaanza, lakini Manchester United atacheza Jumatatu, monday night football dhidi ya Everton. Tutaongelea hilo Ijumaa, uh, kwenye uh, kwenye pre-match preview tutaongelea kuhusu hilo uh, uh, lakini taarifa nzuri ni kwamba hadi sasa hivi katika international break ambayo imekamilika jana hatujapata taarifa yoyote ya majeraha, na jana, habari njema ni kwamba Senne Lammens amefanya, amepata nafasi ya kucheza kwanza timu ya watu wazima ya nchini Belgium, Ubelgiji, na kufanikiwa kushinda bao tisa kwa sifuri na akapata clean sheet yake ya kwanza katika mchezo bora sana ambayo alionyesha katika mchezo huo wa timu yake ya taifa kufuzu kuelekea kwenye kombe la Dunia. Basi hizo zilikuwa ni habari chache ambazo nimekuandalia leo, na ningependa kwamba angalau nikasema, ngoja nirekodi video hii, nikuweke hapa angalau uweze kupata update za leo. Usisahau kutufollow na kutufuatilia kwenye majukwaa mengine ya kijamii kama Instagram, X, TikTok, Facebook, wote huko tunatumia jina hilo hilo la United Redverse. Mimi naitwa Dr. Nandes. Naomba nikutakie wakati mwema kwa sasa, endelea kutufuatilia na kusubscribe